Karibu mdau na mwanafamilia ambaye unaifuatilia simulizi yetu nzuri ambayo inakwenda kwa jina la The University Life. Na leo ni sehemu ya nne, lakini kabla ya kuendelea katika sehemu ya nne, wache nikukumbushe kwamba mtunzi ama mwandishi wa simulizi hii unaweza ukampata kwa kupitia nambari ya simu ya 07136117 96 unaweza ukamtafuta na ukawasiliana naye kwa nambari hiyo ya simu kupitia WhatsApp ama kwa mawasiliano ya kawaida, ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi hii pindi inapotolewa. Na mimi msimuliaji wako ama msimulizi wako ni Simon Erio. Ni kukumbushe simulizi inaitwa The University Life, na sasa ni sehemu ya nne. Nikukumbushe wewe ambaye unaifuatilia katika sehemu iliyopita, kwa maana kwamba sehemu ya tatu tuliishia pale ambapo Haila alipokuwa anatembea na marafiki zake, akaitwa na mwanaume, kisha akapewa kadi. Utakufahamu kwamba nini kiliendelea. Basi ungana nami katika simulizi hii ya The University Life sehemu ya nne. Haila hakutaka kuongea mengi aliwakimbilia marafiki zake ambao walikuwa mbele kidogo. Alipowafikia walianza kumwambia, Shost, naona leo mambo yako safi, alisikika huyo mmoja ya rafiki ze Haila ambaye alifahamika kwa jina la Najrat. Kisha Haila kahoji, kwa nini unasema hivyo? Najrat akajibu ya, yaani naona nyota inang'aa. Ila Haila kajibu, amna bwana, kawaida basi waliendelea kuongea mengi na kuna sehemu walifika wakaachana, kila mtu akaenda kwao. Haila alifika nyumbani ikiwa ni usiku sana. Siku hii Haila alichelewa mpaka shangazi yake akashangaa ya, kwani haikuwa kawaida ya Haila kufika nyumbani ikiwa usiku na muda umekwenda. Haila alipofika nyumbani kama kawaida, alianza kwa kusalimia na alisema shikamoo shangazi. Shangazi yake akaitikia ya marhaba, Haila kwema. Haila akaitikia kwema tu aunt, na shangazi yake akamuuliza ya mbona leo umechelewa sana. Haila akajibu tulichelewa kumaliza discussion ndio maana. Shangazi yake akajibu ah, ya sawa basi. Haila alimaliza kuongea na shangazi yake akaelekea chumbani kwake. Siku hiyo alikuwa amechoka sana, hivyo alienda kuoga kisha akarudi kulala. Kabla usingizi haujampitia simu yake iliita, na aliyekuwa anapiga hakuwa mwingine bali alikuwa Alexander. Alijikuta anashikwa na mshangao, akaangalia ile simu mpaka ikakata. Ilipokata alijilaumu sana, kwani hakujua nini. Alikuwa anashangaa mpaka simu ikakata. Alianza kuomba Mungu Alexander apige tena, lakini simu yake haikuita. Alitamani kuandika meseji lakini hakujua amwambie nini Alexander. Alexander akiwa kitandani alizidi kujigeuza mara huku mara kule, huku akijiuliza kwa nini Haila apokee simu zake. Basi aliamua kutuma message. Haila umelala? Haila akajibu hapana, Alexander. Alexander hakuamini alipoona message yake imejibiwa, basi alituma message nyingine kwani alihisi anaenda kutoa mzigo mzito uliokuwa unamwelemea. Kisha akamuuliza unafanyaje, Haila? Haila naye akajibu, nipo tu kitandani. Wewe je, Alexander, unafanya nini? Alexander akajibu, hata mimi nipo kitandani, nimekumisi sana we mrembo. Haila akajibu, asante. Kisha Alexander akamwambia, natamani kukuona. Haila Haila akajibu usijali, tutaonana kesho. Alexander akamwambia, kesho naomba basi twende wote chuo. Haila akajibu, hata tusipoenda wote tutakutana tu. Alexander akamwambia, sawa, kwa hiyo ndo unalala? Haila akajibu, ndio nalala. Alexander akamwambia, mm, mbona mapema sana? Haila akajibu, leo nimechoka sana. Alexander akamwambia Haila, pole mpenzi. Haila akajibu asante, haya, ngoja ni kuache upumzike, kesho tutaongea vizuri. Kisha akajibu, Haila akajibu okay, bye. Lakini Alexander akajikuta amesema bye na akaongezea kiss, kwa maana kwamba alimwambia bye akamkisi. Haila alipoona meseji hiyo alijikuta anatabasamu tu, yaani kila meseji aliyokuwa anaona kutoka kwa Alexander aliiona ni nzuri na kumfanya acheke tu. Kwa upande wa Alexander alikuwa haamini kama Haila amejibu meseji zake, alijikuta anapata amani na alilala kwa furaha. Upande wa Haila naye alilala huku akiwa anamwaza Alexander mwanaume aliyekuwa handsome kupita wanaume wote chuoni pale. Siku iliyofuata kama kawaida, wanachuo walikuwa wamejaa chuoni. Catherine, akiwa na marafiki zake, walikuwa wanapiga stori nyingi, huku wanasubiri muda wa kipindi ufike. Catherine alikuwa muongeaji sana, lakini siku hii alikuwa mkimya, mpaka marafiki zake wakawa wanamshangaa. Karen alishindwa kuvumilia, aliamua kumuuliza Catherine, Catherine mbona leo mkimya sana? Catherine alijibu, "Ah, kuna jambo linaniumiza kichwa. Sijui nifanyaje mwenzenu." Krista alimuuliza, jambo gani hilo? Haka, Catherine akajibu, da, nashindwa kuelewa hata nielezeje, naona mtaniona mtu wa ajabu. Karen akasema, mm, tuambie tu, tunaweza kukusaidia. Akasema, ukweli nampenda sana Alexander ake akamwambia, Alexander yule si shemeji yako jamani? Akajibu, ndiyo, lakini mimi simpendi Adric, nataka niwe na Alexander. Catherine, ujue unapotaka kufanya maamuzi ufikirie mara mbili. Kumbuka Alexander na Adric ni kama kidole na pete, wanapendana na ni marafiki wakubwa. Kwa hiyo unataka uwagombanishe? alihoji Krista kisha akajibu, sina maana hiyo, siwezi kuendelea na mtu ambaye simpendi. Aliuliza Krista, sasa kama humpendi, siumwambie na kwa nini utoke na rafiki yake wanaume wameishi? Ama bwana, naona ku... bwana, naona mnazidi kunichanganya kichwa. Nilijua mtanipa ushauri wa maana, kumbe ujinga tu. Kwa herini, Catherine aliwajibu marafiki zake hivyo, kisha akaondoka. Karen na Krista walishangazwa sana na mabadiliko ya Katherine ya kutaka kumsaliti Adric kisa Alexander. Baada ya kuondoka Katherine, Krista pamoja na Karen walianza kuongea. Shoga naona kama bonge la picha linaenda kutokea, alisema Karen. Yaani wewe acha tunamwonea huruma Katherine, kwani hajui Alexander na Adric ni marafiki? Mwenyewe nashangaa Alexander mwenyewe hana shobo na wanawake, alifikiri atapendwa. Wakacheka huku wakisema <laughs> Ngoja tutajaribu kumshauri tena, akikataa basi tuachane naye. Basi walimaliza kuongea warembo hao, kisha wakaendelea na mambo mengine. Nikukumbushe ni sehemu ya nne ya simulizi nzuri ambayo inaitwa The University Life na mtunzi ni Angela Vajose ambaye anapatikana kwa nambari si na ya simu ya 0713 611796, na msimuliaji wako ni mimi Simon Erio. Endelea kufuatilia simulizi hii ambapo na sasa naendelea. Haila akiwa amekaa na marafiki zake, walikuwa wanaongea mengi. Akina Juliet walikuwa wanamuuliza Haila kuwa siku hiyo ameonana na Alexander au la. Baada ya kuulizwa swali hilo, Haila alijibu hapana, tujaonana. Juliet akauliza kwa nini, au Alexander hajakutafuta tena? Haila akajibu amna, sikutaka tu kuonana naye. Helen akasema mm, wewe acha mambo yako kwanza, Alexander anaonekana kwao hela zipo kama hupendi kula hela cha ujinga nimekwisha kuambieni msiniingilie kwenye mambo yangu kwa nini hamwelewi alisema Haila kisha wakajibu sawa haya tuambie umeshaongea na anti yako kuhusu kuja kukaa na sisi pale tulipopanga Haila akajibu bado sijaongea naye ngoja leo nikirudi nitajaribu kwenda kuongea naye na akikubali nitakuja na asipokubali nitaendelea kukaa nyumbani Walipokuwa wanaendelea kuongea, simu ya Haila ghafla iliita. Namba ilikuwa ngeni, lakini alipokea tu, kisha akasema helo. Ikasikika sauti nzito ikisema helo, bila shaka naongea na Haila. Haila akajibu ndio, wewe ni nani? Kisha hiyo namba mpya akajibu, kumbe hujui unaongea na nani? Haila akajibu ndio. Kama hujui, ngoja nikuelekeze sehemu nilipo uje utanijua. Haila akamwambia, sema wewe nani? Sina muda wa kukufuata. Aliongea kwa ukali sana. Haila akaambiwa, come down mrembo, njoo ofisini kwangu mara moja. Ofisini? kwani wewe nani? Mtu yule kwenye simu akajibu, mimi ni lecture. Haila akashtuka, lecture? namba ile akajibu, ndio, njoo mara moja. Haila baada ya kuambiwa hivyo simu ikakatwa na kitendo hicho kilimfanya azidi kuchanganyikiwa zaidi unataka kufahamu kwamba nini kitaendelea basi usikose kufuatilia sehemu ya tano ya simulizi hii ambayo inaitwa the university life mtunzi wa simulizi hii ni angela vajosi ambaye anapatikana kwa nambari ya simu ya 0713611796 na mimi msimulizi wako ambaye inakuletea simulizi hii ni Simon Erio. Tukutane katika sehemu ya tano ya simulizi hii.